Moja, kwa kweli keniwambia kitu cha pekee. Kama kuna aya iliyoelezea kiwango kikubwa cha unyenyekevu ni hiyo Wafilipi anasema iweni na nia hiyo hiyo iliyokuwa pia ndani ya Kristo Yesu ambaye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, lakini akaona kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho, akajifanya lile neno, akajifanya keno, ndio neno no, la Kiyunani keno wa, wa, kwa Kiyunani kama tungelisema leo kwa Kiswahili, maana yake akaacha kuweka kwenye matumizi, akaacha kuutumia, sio kwamba ameuacha mbinguni A -a. Anao uungu wake, lakini hauingizi kwenye matumizi kwa ajili ya ubinadamu wake. Sikiza vizuri, hii, hii ndio ajabu kabisa. Keno mana yake make of no use, of no reputation, yani kana kwamba